Ukimwe husambaa kupitia njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni njia ya ngono, ambayo ngono ni ngono zembe. Nyingine inakuwa ni kushare vile vitu vyenye ncha kali, si ndio? na wengine wanakuwa wanapata, tunaenda kuwaokoa wenzetu, labda kuna ajali imetokea, mimi nna mchubuko, naenda kumuokoa yule, naye ana mchubuko, kwa hiyo pale kwenye ile kontakti tunaweza tukapata kwenye kugusana, kwa tunapunguza ongezeko la watu wanapungua bibi. Kwa hiyo tujitahidi na tuwe na desturi ya kufanyaje ya kwenda kupima na kutambua hali zetu. Sasa hivi vipimo vimerahisishwa si ndio? E, na elimu inakuwa inatolewa. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wa kuipata elimu ya viviuu na UKIMWI hususani kwenye makundi balei kwa hiyo kama una mtoto nyumbani unaweza ukamfundisha. Tusiseme haya mengine, haya mengine mimi siwezi kumfundisha namuonea aibu mtoto wangu. Ni afadhali ukamfundisha ukamfanyaje ukamkomboa kuliko kusema unamwonea aibu weuli, weuli. E, kwa hiyo kama tunavyojua tukio la mwenge si linakusanya watu wengi, unaweza ukaenda pale ndio ukakutana na malaika wako, ukasema hapa hapa nimepata mke, tunamalizana leo leo sindio? Kwa hiyo tuwe makini vijana wenzangu, hii ni uzuri katika vitu vitu vya afya, unachukua unaondoka nalo sawa. Kuna dharura, tika, tika. Si shida, kuna dharura, chukua, weka mfukoni u huuka ikitokea dharura emergency mtajua wenyewe sawa, lakini simaanishi mwende hivi kavu, enyewe vijana nyama kwa nyama, simaanishi ditumeelewana <laughs> zipo pale, kamadu unapona mbali pale bure, zipo mnachukua bunda zima, na nachukuanabunda nakala sokoni sawa, vitu vyote vipo, vipoajin, eh. Naitwa Janeti Mwela Ng'ombe, ni mkazi wa kijiji hiki cha Ikuna. Kwanza kabisa nipende kushukuru uongozi wa halmashauri kuja kutoa elimu kwa vijana nasema asante sana, na wazidi kuja mara kwa mara kutukumbusha vijana pamoja kwenye swala la virusi vya UKIMWI. Kweli ugonjwa ni hatari katika wilaya yetu, kwa sababu inaongoza. Hivyo basi, napenda kuwaomba wataalamu wote wanaohusika na elimu juu ili ya ugonjwa wa UKIMWI waendelee kutuhamasisha wa vijana na kutoa elimu kuhusu virusi vya UKIMWI kwa sababu ni ugonjwa ambao una athiri sana nguvu ya taifa, hasa kwa vijana. Mimi nashukuru leo kwa sababu tumepata elimu kuhusu virusi vya UKIMWI, njia ya kujikinga na virusi vya UKIMWI. Nadhani vijana wote tuliopo hapa tumepata kwa weledi kabisa, hivyo nahamasisha na vijana wenzangu ambao tulikuwepo hapa, tukahamasishe vijana ambao hawakuwepo hapa, ili wapate hiyo elimu, angalau kufikia hata mwaka mwakani hi idadi ku, eh, kuongoza kwetu kupungua, angalau tuwe pengine mkoa wa pili wa tatu au ngapi, yani ile idadi ya upandaji ishuke. Hivyo basi, naomba serikali itoe elimu kwa vijana, hasa maswala ya mikopo, kwa sababu kijana akipata mikopo atakuwa bize na utafutaji, hivyo hata waza mambo mengine ambayo yanaleta hasara katika jamii. Hivyo nipende kushukuru serikali kwa kuleta hii elimu katika kata yetu ya Ikuna, na tunawahakikishia tutaitumia vizuri elimu na wataona matokeo. Hatutaki kumdondosha Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu, rais mpenda maendeleo. Tunaomba aendelee kutoa hizi elimu kwa vijana, mabadiliko yatatokea. Kijana akielewesha, mabadiliko yatatokea. Kwa jina naitwa Redempta Ferdinand Kagaruki, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Njombe. Leo tumekuja katika kata ya Ikuna. Ni mojawapo ya kata ambazo tumechagua kuja kutoa hamasa kwa maana ya mapokezi ya mwenge wa uhuru ambao kwa halmashauri yetu ya wilaya ya, ya Njombe utapokelewa tarehe nne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo lengo kuu ni kuja kukutana na vijana ambao ni kundi muhimu sana katika shughuli hii ya mapokezi ya mwenge wa uhuru kuja kukumbushana masuala mbalimbali yanayohusiana na dhana ya mwenge, pia kukumbushana masuala mbalimbali yanayohusiana na uzalendo, lishe, UKIMWI pamoja na masuala ya utunzaji wa mazingira, pia swala muhimu ambalo ni kauli mbiu muhimu ya mwenge huu wa mwaka huu wa 2025 na kauli mbiu ya mwenge inasema tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa, kwa amani na utulivu. Kwa hiyo tumekuja kuwasikiza kuhusiana na swala hili la kushiriki uchaguzi pia kwa amani na utulivu. Kwa hiyo hii shughuli tumepata kuifanya na tutaendelea kuifanya hata baada ya mapokezi ya mwenge wa uhuru, tutaendelea kuifanya kukazia ana na, na vijana kwenye makongamano ya vijana kama haya, pia ni mwendelezo, sio so, mwaka huu tu hata miaka mwakani miaka ijayo ni kuendelea kuhamasisha vijana kuendelea kushiriki kamilifu katika shughuli nzima za ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Kwa majina anaitwa Simon Makeula. Elimu niliyopata leo ya kuhusu vijana, tunashukuru serikali ya Mama Samia kutuletea wawezeshaji, na pia swala kubwa ambalo linanihusu mimi kuzungumzia ni kuhusu uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Tunatarajia kuwa na uchaguzi mwezi wa kumi ambao utakaofanyika kwa wabunge rais na madiwani. Hivyo basi, vijana wenzangu, wazazi wote ambao wamejiandikisha, tujitokeze kwenye uchaguzi huo ili tupate viongozi walio bora na sio bora viongozi. Hii inaashiria ni jinsi gani tunapata viongozi watakao tusaidia katika miaka ijayo. Jina langu naitwa Godfrey Kiowi, afisa y maendeleo ya jamii halimashauri ya wilaya ya Njombe. Toa maelimu mbalimbali kama idara ya maendeleo ya jamii zidi ya mapambano zidi ya madawa ya kulevya, hasa kwa vijana. Hili jambo limekuwa ni janga kubwa kwa maeneo mbalimbali ya Tanzania na hata Njombe pia Sehemu mlipo tunafundisha vijana kwa kuwapa elimu mbinu mbalimbali za kuweza kuepukana na changamoto za matumizi ya madawa ya kulevya e, kazi ambayo tunafanya sisi idara yetu ya madawa jamii, kushirikiana na wataalamu wengine halmashauri ya Njombe ni kuandaa makongamano kama hivi na kuweza kuwapa elimu hawa vijana waweze kuepukana na mambo yanayohusiana na madawa ya kulevya, lakini pia kuwawezesha wananchi kiuchumi ili waweze sasa kuepukana na kujikita zaidi kwenye uzalishaji zaidi kuliko kutumia madawa ya kulevya. Changamoto ni nyingi, sasa wakumba watu sasa hivi kama masuala ya msongo wa mawazo, eh, kufuata ma, makundilika. Vijana wengi wanajiingiza kwenye makundilika ili waweze ku <coughs> wana, wana, wanajikuta wameingia kwenye changamoto ambazo za matumizi ya madawa ya kulevya. Sasa ili hawa watu waweze kuondokana na changamoto hii, tumegundua changamoto kubwa ni hali ya umaskini na hali ya kukosa mawazo ya kupata fursa za kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo sisi, tunatoa fursa pia za elimu za biashara, mafunzo mbalimbali za kuweza kupambana na madawa ya kulevya kwa wananchi, lakini pia tunaelimisha wananchi waweze kuchukua hatua za mapambano na madawa kulevya ikiwemo na pia na kutoa taarifa kwenye mamlaka mbalimbali za serikali ikiwemo Jeshi la Polisi, lakini pia tunahamasisha pia wataalamu wengine na wenzetu wachungaji na viongozi mbalimbali taasisi mbalimbali waweze kushirikiana na sisi kuweza kuelimisha jamii kupambana na madawa ya kulevya ikiwemo maeneo ya makanisani na maeneo ya umma.